Karibu sana mashabiki wangu kwenye simulizi yetu mpya inayokwenda kwa jina la Last Mission. Hii si hadithi ya kawaida, ni simulizi ya usaliti, siri na mapambano ya maisha na kifo. Kila sekunde inaleta mshangao na kila tukio linaumiza moyo au kuchochea hamasa. Jiandae kwa safari ya kipekee, maana hii ni Last Mission, na hakuna kurudi nyuma. Tuanze sasa na sehemu ya kwanza. Nilipigwa butwa nilipoona gari jeupe likisimama ghafla mbele yangu sikujua kama walikuwa polisi majambazi au wale wanaojifanya marafiki wa mtaa. Nilikuwa bado nashikilia helmeti yangu mkononi, nikitokea kibarua cha bodaboda cha mchana kutwa. Wote walivaa miwani meusi, na mmoja alishuka kwa haraka sana, akaniuliza jina langu. Said, Said nani? Aliuliza kwa sauti iliyokuwa kama amri, si swali. Said Hamisi, nikajibu kwa tahadhari. Hakusema kitu, aligeuka na kumpa ishara dereva ndipo mlango wa nyuma ukafunguliwa na mtu mmoja akashuka akiwa na suti ya kijivu na bastola kiunoni, akasema maneno ya haraka, unajua sana kupotea mtaani Said, lakini sasa muda wako umefika. Moyo wangu ulianza kupiga kwa kasi, sikutaka kuuliza maswali. Niligeuka na kuanza kukimbia kabla hata hawajamaliza sentensi. Miguu yangu ilikuwa haraka, lakini moyo wangu haukuwa na hakika kama nitafika mbali. Nilijua waliokuja si watu wa mzaha walikuwa wakali na walinitafuta kwa sababu ambayo hadi leo sijui nani aliwapa taarifa. Wakati nakata kona ya pili kuelekea upande wa gereji ya zamani, nilisikia milio ya risasi ikilia nyuma yangu. Gari lilikuwa linafuata kwa kasi, lakini nilikwepa na kujificha nyuma ya kontena la mabati. Lakini tukiachana na mimi, kwa upande mwingine wa jiji kulikuwa na kikao kimekaa kimya ndani ya ofisi moja yenye vioo vya giza. Tumempata, alisema mtu aliyekuwa amesimama mbele ya skrini kubwa akionyesha picha yangu nikikimbia. mzigo lazima upatikane kabla ya usiku wa leo akasema mwingine akivuta sigara na kupuliza moshi taratibu. na kama Saidi atakataa kuongea? aliuliza msichana mmoja aliyekuwa pembeni. basi tutaongea na ndugu zake, akasema kwa sauti ya utulivu yenye baridi kali. hii ni biashara, tunachotaka si maisha yake, tunataka alicho nacho. Na bila kuchelewa, walituma kikosi cha pili. Hawa walikuwa hatari zaidi. Wakati hayo yote yanaendelea, nilikuwa nimejificha ndani ya ghala ya zamani nikivuta pumzi, nikijua usiku huo usingekuwa wa kawaida. Nilikaa kimya ndani ya lile ghala lililojaa vipande vya vyuma chakavu na matairi yaliyooza. Kila mlio wa upepo ukivuma juu ya bati la ghala hilo ulikuwa kama risasi inayolenga kichwa changu. Nilishikilia kifua changu kwa nguvu, moyo ulikuwa haukubali kutulia, kama ndoto ya usiku wa manane nilikuwa nimevutwa ghafla kutoka maisha ya kawaida ya jua la mchana hadi kwenye giza la mashaka na hatari. Niliwaza, nani amenisambazia? Kwa nini mimi? Na mzigo waliotaja ni nini? Nikachungulia nje kupitia ufa wa bati, hakukuwa na mtu. Nilijua ni muda wa kuhama. Walikuwa wananisaka na si kwa nia ya kunipa maelezo. Hapana, ilionekana kama wakiweza, wangehitaji kuniua na kuchukua walichotaka kimya kimya, nikiwa natafuta njia ya kutoroka Simu yangu iliyokuwa na betri chache tu iliwaka ghafla. Haikuwa kawaida, niliizima kabla, lakini sasa taa yake iliwaka na maandishi yakajitokeza: Said, usiamini mtu yoyote, tafuta msichana mwenye alama ya tai mweusi kwenye mkono wa kushoto, atakuongoza. Nikashtuka, hii haikuwa meseji ya kawaida, ilikuwa kama imepachikwa kimtandao kupitia mbinu za hali ya juu. Nilipojaribu kuifuta simu ikazimika kabisa. Nikatoka ghala hilo taratibu, nikiwa na hofu kila hatua. Niliamua kwenda sehemu pekee ambayo nilihisi salama, mstari wa kwa mzee mmoja anayeitwa Fundi Baraka, rafiki wa marehemu baba yangu. Alikuwa akiishi nyuma ya soko la zamani akiwa na duka la vifaa vya elektroniki vilivyochakaa. Wakati huo, kwenye jumba la ghorofa lenye nembo ya siri, walikuwa wakifuatilia kila hatua yangu kupitia setilaiti ndogo za uchunguzi. Anatembea, anaelekea upande wa soko la zamani, alisema mmoja. Macho yake yakiwa kwenye skrini. Funga mitaa ya mashariki. Kikosi cha pili kiwe tayari, aliagiza yule mkuu mwenye suti ya kijivu. Nilipofika kwa fundi Baraka, hakuonekana kushangazwa kuniona. Karibu Saidi, alisema kwa sauti nzito. Nilijua utakuja. Dunia inaandika historia mpya kupitia wewe. Nikashindwa kujizuia , nikasogea karibu. Mzee, wewe unajua nini? Alivuta dro ya chini na kutoa boksi la mbao lenye alama ileile ile ya tai mweusi. Baba yako aliwahi kuniambia siku wakianza kukuona kama tishio ni siku ambayo dunia itajua ukweli walioficha miaka mingi. Hii ni yako, lakini jua ukifungua hutarudi tena kuwa Saidi wa jana. Mikono yangu ilitetemeka. Boksi lilikuwa na kufuli. Fundi akanipa ufunguo mdogo wa shaba. Nilifungua, na hapo maisha yangu yakaanza upya. Je, nini kilikuwa ndani ya boksi? Nani ni yule msichana mwenye alama ya tai? Na ni siri ipi kubwa inayofichwa nyuma ya jina Said Hamisi? Itaendelea sehemu ya pili.